Wakati Baraza la madiwani likielekea mwishoni kuvunjwa, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Mbinga Kevin Mapunda amewataka watendaji kwenda kuendelea kusimamia miradi yote iliyotekelezwa na Mama Samia Suluhu Hasani ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti huyo amesema tayari tarehe za kuvunjwa baraza zimekaribia, e, hivyo anawaomba watendaji kuendelea kusimamia miradi pale alipoishia, kwani miradi bila wao kusimamia haiwezi kufikia mwisho na kudumu hivyo kwa asilimia kubwa mkurugenzi anawategemea kuweza kuwa makini katika kusimamia miradi hiyo. Zaidi ni kuwashukuru watendaji kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwenye maeneo yao. Niliona sio vyema sana, kwa sababu baraza tunatarajia kuifunga muda wowote, nikasema hebu niwaite watendaji wangu ni waage lakini pia ni washauri kuendelea kusimamia miradi ile ambayo ipo na inaendelea. Kwa hiyo miradi tuliyonayo ni mingi ambayo tumeletewa fedha na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni miradi ambayo imesimamiwa kwa kuletewa fedha na mkurugenzi na Mheshimiwa mkungi wetu bunda wa jimbo la Mbinga pale ambapo sisi kama halmashauri tulipokuwa tunampa majukumu mazito ili watuletee fedha ili aweze kuomba fedha kwa mheshimiwa rais. Mimi namshukuru sana mheshimiwa mbunge wangu Jonas na bula kwa kazi kubwa ambayo ameweza kutusikiliza na ameweza kufuatilia na hatimaye tumeweza kupata fedha nyingi sana kwenye jimbo la Mbinga mjini ambazo fedha hizi tulipewa na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tuweze kupeleka kwenye miradi yetu. Sasa badala ya hapo sasa niliona leo eh, ni vema wa niwaite watendaji wangu. Hawa ndio wasimamizi wakuu, hawa ndio wakurugenzi ngazi ya chini kabisa, ambao walikuwa wanapokea fedha na wana, wanasimamia ile miradi. Niona ni vema niji nionge ni nao ni washukuru, lakini pia waendeleze miradi ile ambayo ipo kwenye hatua ya kumalizika, lakini kuna miradi mingine ambayo fedha ziko tayari zimeshaingia, waendelee nayo kufanya kazi ili miradi ikae vizuri. Ninawashukuru sana watendaji e, kwa kazi nzuri walioifanya. Watendaji wangu wamefurahi kwa kuona mimi mwenyekiti wao nimeongea nao leo na kuwaaga. Kwa hiyo niseme tu kwamba hatua hii niliyofikia. Hata hivyo, mwenyekiti amesisitiza kwa watendaji kuwa washauri wazuri mkurugenzi ili waweze kuboresha miradi ya maendeleo na kutunza mali za serikali. Nimewaagiza washirikiane na mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Mji wa Mbinga kwa kuwa sasa mkule, kule kule kwenye kata zetu, madiwani hawatakuwepo. Kwa hiyo ni vema sasa, wao watendaji wa vijiji, watendaji wa mitaa washirikiane na watendaji wa kata, ili taarifa mbalimbali za usalama, taarifa mbalimbali za maendeleo taarifa mbalimbali za afya na mambo mengine kwenye kata zao, kwenye vijiji vyao, basi wawasiliane na mkurugenzi, hatimaye sisi madiwani tutakaporudi, tukute jengo limebaki vizuri na miradi imesimama vizuri na fedha zimetumika vizuri. Tutakapofika tuen, basi tuendelee na utekelezaji wa miradi ambayo fedha za elfu mbili na ishirini na tano kwenda ishirini na sita tuungane tena kwa pamoja, ili tuweze kutekeleza e, ilani ya Chama cha Mapinduzi. Aidha amewaasa watendaji kutojihusisha na siasa na badala yake wawe walinzi wazuri wa kutetea uchaguzi kutovurugika na kupoteza amani ya sehemu husika. E, kwa kuwa sisi tunaelekea kwenye uchaguzi, nimewaasa watendaji wasijiingize kwenye makundi ya uchaguzi, wao wasimame kuhakikisha amani inapatikana kwenye maeneo yao na uchaguzi ufanyike kwa heri na kwa kusala vizuri ili serikali yetu isiweze kupata doa lolote. Kwa hiyo wao tunawategemea tuna wasimame vizuri kwenye hatua hii ya usimamiaji wa wachaguzi wa, wa, wa, wa hasa pale Oktoba. Sanjari na hayo, mwenyekiti amemaliza kwa kusema tuchague viongozi bora na sio bora viongozi, ili kufikia malengo ya kuleta maendeleo katika halmashauri ya mji Mbinga. Hilo niseme kwamba nimewaasa watendaji hatua ya kuwasiliana na viongozi wa chini eh, viongozi wa yani wakubwa kwa maana ya mabalozi wao, wanatembeleana ili kujua wageni wanaoingia kwenye kijiji au kwenye mtaa, kwa sababu sisi tuko mwishoni na tunakaribiana na Malawi. Wageni, malao, kuwayua. Kwa hiyo unaweza ukakuta wageni wanatoka Malau bila kuwajua kwamba wako pale, wanafanya nini, wanashughulika nini. Kwa hiyo ni vyema kuwatambua na nimeagiza kwamba wageni wote waende wakaripoti kwa ofisi ya mtendaji wa kijiji au ofisi ya mtendaji wa mtaa na ikibidi basi waende kwa ofisi ya mtendaji wa, wa kata ili waweze kumfahamu huyu mgeni anatokea wapi, madhumuni yake ni nini. Katika hilo watajua kwamba tuna mgeni ambaye ataweza kuishi kwa siku kadhaa kwa kwa wananchi. Katika hili ambalo nimesema, madiwani, tumefikia mwisho wetu ukomo e, waomba, wa miaka mitano, ninawaomba washirikiane na hao watendaji katika kusimamia miradi na kuleta amani kwenye amani kwenye maeneo yao, lakini pia wajipange, na mimi nawatakia afya njema, ili kuingia kwenye hatua ya kwanza ya kura za maoni kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia baada ya kura za maoni wajipange kwenye kupiga kura za mwezi Oktoba tarehe 25. Katika hatua nyingine, nao watendaji wa kata mbalimbali walipata nafasi ya kutoa maoni yao katika kikao hicho. Tunashukuru kwa hatua ya Chama cha Mapinduzi ndio e, iliyochukua kwa kata ya vipai, na sisi kwa upande wa serikali tunaunga mkono kwa ile hatua ya kumuondoa yule katibu, kwa sababu tulikuwa tunaona mwenendo wake na na wale viongozi wa chama tulikuwa tunaongea nao kila siku, hata tuka, tu wakati tunahudhuria vikao vya wic wale viongozi wa chama cha mapinduzi walikuwa hawatoe ushirikiano kwetu. Unakuta pale tunakuwa nao wale viongozi ambao wako pamoja na mheshimiwa diwani yule waitsiwazarem sasa tukawa tunajiuliza ni, hua, tuna ni kwa nini viongozi wa chama cha mapinduzi aaartu ya lakini tunaoona ni wan wengine. Kwa hivyo hatua hii ambayo mmeichukua ndio ambayo hata sisi kwenye upande wa serikali tulikuwa tunaisubiri kwa hamu sana. Kwa, kwa hivyo tunapenda kumshukuru sana ka sana, lakini jingine tunaomba utupelekee ujumbe huu kwa mheshimiwa mbunge. Kwanza katikati wakati hii tatizo litajitokeza, mheshimiwa mbunge alikuwa anatuma salamu ingawa sio rasmi. Alikuwa anasema kwamba kata ya Mpepai wamenisaliti. Tunataka tumwhakikishie mbunge kwamba kata ya Mpepai hatukumsaliti, bali ile hoja ilikuwa ya mtu mmoja. Kwa hivyo wale ambao walikaa jana wale ni wawakilishi wa watu wa Mpepai wenye nia njema. Kwa hivi usaliti wa kata ya Mpepai umekwisha jana. Tunaomba upelekee salamu hizi kwa mheshimiwa mbunge, kata ya Mpepai hatuna shida na yeye, tumeona kazi ambazo amezifanya na sisi tunamuunga mkono. Asante sana, lakini nyingine, mheshimiwa mwenyekiti, niombe kwa namna ya pekee sana, ninakufahamu, tunajua wako kazi vizuri, namna ulivyofanya kazi na nakuombea kwamba urudi, na umoja umesema kwamba utarudi, na mimi nasema kwamba urudi hapa, ili tuweze kuhusu. Mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa halmashauri, sisi hatuna deni na mbunge. Hakuna kijiji au mtaa hapa ambapo mbunge ameshinda hajafanya haja, haja, haja kitu chochote kwenye mtaa au kata, hilo, hilo hai kwa hivyo hilo mheshimiwa mbunge tumechukua kwa namna pekee sana. Mengi ameyafanya na wananchi wamesemea mengi na imani kwa kiasi kubwa sana, hatuna shida na hatuna deni na mbunge nan afs mheshimiwa mwenyekiti na mwenyekiti wa halmashauri, mimi niombe tu kitu kimoja, hasa suala la miradi miradi. Hii halmashauri imekuwa ikichangia sana, mbunge alikuwa akichangia sana lakini tutakapoanza baraza jipya la halmashauri baada ya uchaguzi, naomba sasa tukao kama hii hii kilichokifanya leo, basi tukutane tena ili sasa tuweze kushauri namna bora zaidi ya kuweza kua hii miradi, namna ya utekelezaji hili likuwa ni, ni, ni. Na mwisho kama alivyosema madamu pale, yako matatizo kati ya sisi watendaji pamoja na viongozi wa chama Asahili, mbefu, na nalani. Sasa hili ni la muda mrefu na nadhani ifike mara sasa kutoka, hasa kwa wale mabalozi wenyeviti wa, wa, wa, wa chama wale wa ngazi ya mitaa <coughs> na, na, na, ipo haja ya kutenganisha kwamba wale viongozi wa chama majukumu yao wanaanzia wapi na wanakomea wapi, hapo na hapo mheshimiwa mwenyekiti, imekuwa ni tatizo, lakini tofauti na hapa nimpongeza mwenye binafsi kwa namna u ufanya kazi nzuri

kwamba kwa kata hizi nane za mjini ambazo zilikuwa mara nyingi zina migogoro ya kisiasa, yeye mwenyewe angetengeneza mfumo kwamba kuona jinsi gani kwa sasa, kwa sababu nyinyi mnatoka madarakani. Wale viongozi wa matawi na wenyewe angekaa nao, kwa sababu sisi kama wasimamizi wa walinzi amani, pindi zitakapokuwa zinapigwa kura za maoni, pamekuwa pale, tuna matukio mengi. Unakuta watu wa chama wale wanazungukana, unakuta mtu anapewa hela, anaambiwa akampigie kura mtu fulani, halafu mwisho wa siku inaonekana sisi wasimamizi kama tunaharibu uchaguzi. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba mbunge ajipange vizuri na safu yake kwamba kuona kwa jinsi gani ataliboresha hili, kuanza kutoa semina kwa wale viongozi wa mataifa ambao watahusika kwenye upigaji wa kura za maoni. <coughs>